Hii sehemu ambapo tunaikaa sio kwetu hapa. Hii sehemu si tunapanga, tumeweka madrasa, tumeweka ofisi. Hawa watoto unawasikia mayatima, hawa watoto unawasikia wajane, harakati zote za kiimani tunazozifanya, hawa watoto wote ambao wanao, hawa watoto wote ambao wako hapa kwenye madrasa yetu kupitia ofisi yetu hii. Hapa harakati zote za dini zinazofanyika hapa ziko chini ya ujengo wa nyumba hii, na mwenye nyumba hii hapa si Muislamu, ni Mkristo. Mwenye nyumba hii hapa si Muislamu, ni Mkristo. Pesa tunazozilipa hapa, tulikuwa tunalipa pesa ndogo sana, laki tatu franga za Burundi. Ukiingia katika hivyo vyumba, nadhani mnaona kuna maridoa hapo ukiingia humo ndani kuna baadhi ya vyumba viwili vina vitanda. Tafsiri yake kwamba vitanda hivi, wako watu ambao wanaoharibikiwa na safari zao, wanapata na sehemu ya kuja kulala katika kutatua shida zao. Wako watu ambao wanatupwa watoto hawa mayatima, wanapokuja kwetu basi tunapata kituo cha kwanza, mtoto atalala na ataishi kwa muda ambao tunajifunza, tunambeba katika sehemu gani. Mama zangu, harakati tunazozifanya hizi utaulizwa kwa Mungu katika hii siku ya leo. Harakati zote tunazozifanya, hawa mabinti mmeona hapo wanavaa uniform zote hizo hapo, miongoni mwao wamesoma Qurani ya Mungu wakiwa juzu tatu, nne, tano na kuendelea. Qurani yao ikisimama mama kwa muda uliokuwa nao kwa afya na pumzi ulizokuwa nazo Wallahi wa billahi wabillahi watallahi, Mungu ni shahidi, najivua nafasi hii naitupa kwenu. Allah ni shahidi, ameziinua mbingu zilizokuwa saba. Allah ametupatia neema ya mwezi wa Ramadhani. Ya rabbi mola wangu, madaraka haya na yarusha kwa waja wako. tuko zaidi ya watu mia moja humu ndani na Waislamu wote ambao wanaotutazama. kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani, mwenye nyumba alikuja kunambia wamemfuata watu wakaja kumwambia atufukuze. Angalia watu ambao wanamfuata, wallahi ni Waislamu. Wakaja wakaambia mwenye nyumba wafukuze wale watu, wana Al Huda wanachofanya, kuna Waarabu wanatuma mamilioni ya pesa, sasa wafukuzeni. Angalia fitna sisi tuliyokuwa nayo katika jamii leo. Nyinyi hapa mnaikaa, mnasikia maneno ya Mungu hapa, nasaha za mawiza wamekuwepo hapa Kanjali, hapa kina Kanjali amekuwepo hapa, Shebizimana Zubeir na mashehe wengi na wengine bado watakuja hapa, kila mmoja hapa. Mimi naifanya ni kwa ajili ya kuiokoa nafsi yenu. Kuwa kiongozi ni mtu ambaye anawafikiria watu wake. Mungu anjalie kheri katika kazi hizi. Wametoa shahada watu wawili wiki na kuisha hapa, wameingia katika Uislamu. Mwenye nyumba baada ya kuzungumza naye mwenyewe wazi ananambia walioniletea habari za kukufukuza sio mimi, mimi ni Mkristo, walioniletea habari ni ndugu zako Waislamu. Angalia sehemu ambapo si tunafikia, najivua nafasi hii naileta kwenu, Mungu wangu akiwa wa ni shahidi. Nikaongea naye, namuuliza nini tufanye? Danunu, subirini kidogo. Namuuliza nini tufanye nikamwambia mwenye nyumba na kuombe, na kuomba sehemu hii ukiniambia, hawa watoto mia moja na hamsini hawa watoto mia moja na hamsini sina nyumba ya kuwapeleka. Niwapeleke sehemu gani? Misikitini? nadhani mnaona misikiti ngumi na shari ni kila wiki. Niwabebe wapi hawa watoto, ambao naweza nikasimama nao katika maadili yaliyokuwa mazuri? Jana tumesali tarawei Kamenge, aliyetoa mada hapo wa mwanzo ni Sumaa ndoa ambayo amesalisha tarawih, nilikuwa nyuma yake. Basi ukiangalia huyu Sumaa, hii ofisi hapa ndio imemjenga, hii ofisi hapa ndio imemtengeneza. Namwambia Sumaa, tuko naye hapa. Namwambia Sumaa, wewe una uwezo wa kusalisha, wewe una uwezo wa kupanda mimbari na ukautubu Ijumaa. Kama Juma Bobo anaweza, kama Muhammad Kanchali anaweza. Sumaa, imani yangu inanambia kama unaweza Suman anaambia naona kama siwezi wezi, nikaambia tuiandae hutuba ya Ijumaa, tumeenda Bwiza, tumeiandaa ya hutuba. Alhamdulillah, suma amepita nao vizuri. Jana amesalisha, amesalisha tarawe. Hii ofisi hapa ndo inabeba majukumu yote, selena tosha, sauti yangu itafika. Hii ofisi hapa ndo inabeba harakati zote tunazozifanya. Wakati nimesafiri na naelekea South Africa Alhamdulillah, nikakutana na baadhi ya Waislamu. Waislamu wakanambia ndugu zangu katika Masjidi Muhajiruna, nikawa nimepata nafasi ya kuongea nao na Masjid Mukhdalifa. Hawa ni watu wawili ambao wakanambia, Hamza, kazi ambayo unaifanya Burundi ni kubwa sana, lakini tuko katika ulimwengu ambao haujui kumwona mtu kesho. Tuko katika ulimwengu ambao haujui kumtengeneza mtu kesho lakini kwa mapenzi ya Uislamu sisi takachokusaidia sisi, takachokutia nguvu i generator. Mnaisikia ina nguruma, esanse ndio imemalizika tu. Naiomba i generator namna itakavyonguruma katika harakati za Mungu, naiomba i generator namna itakavyokwenda katika mihadhara. Basi kaitumie generator hii, iwe ni sababu ya kuendeleza harakati huku mama zangu ndugu zangu wakiwa kaburini waendelee kupata heri na baraka. Jenereta imefanya safari kutoka South Africa, imepita Mozambike, ikatoka Mozambike ikaingia sijui Dar es Salaam, ikatoka Dar es Salaam, imepita Kobero mpaka imefika hapa Burundi. Thamani yake ni milioni moja na nusu, ametoa mtu wa South Africa. Hivi unadhani kwamba Bukirasazi, unadhani kwamba Burundi hakuna watu wenye thamani ya kutoa milioni moja kwa ajili ya kutangaza Uislamu, bali tufiruna lhayata dunia, watu wanakimbizana na maisha ya dunia. Hivi vyombo mnavyoviona hapo, hayo mabafre hayo hapo, wallahi wabillahi watallahi, si pesa za kukodi hizo hapo, zote ni mali, zote ni mali ya Waislamu na nayasema maneno haya, ni feleo ni fekesho, vyote hivyo mnavyoviona jenereta havikutolewa kwa ajili ya Hamza, vimetolewa kwa ajili viendelee kumtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mungu ajalie kheri za wote ambao wanachangia pesa zao, ziwe ni nuru siku ambapo nafsi zao zitachukuliwa. Ndugu zangu, najivua madaraka haya, nayaleta kwenu. Kwa kumalizia, mama zanguni sehemu, akanambia mwenye nyumba, sehemu hii sasa, ili unataka kubakia hapa, naomba uchangie pesa za kulipa wanamwambia wasio wanamwambia Waislamu, angalia, mimi naongea na Mkristo, lakini anayepewa mawazo na Waislamu anamwambia Muislamu, mwambie Hamza atue milioni moja na nusu, akishindwa wataenda alafu vihombe. Yani kuna mwislamu ambaye hivi tunavyovifanya yeye vikihomba, anasema safi kabisa lakini auwezi ukapambana na nguvu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ninayafanya haya si faida yangu mimi, nayafanya haya ni faida ya watoto zetu hapa Bukirasazi. Nayafanya haya, kuna watoto hapa wallahi wanasoma wanatokea mbali sana, Tenga angalia, kutoka Tenga vuka Charama njo mpaka hapa ndo wanatokea nina watoto ambao wanatoka Uterere kule Uterere ya kwanza kule chini, Masjid Rahman, lakini wako hapa nina watoto wanatoka chibitoki barabara ya kumi na moja, wako hapa. Mungu wangu shahidi yote haya ambayo nayafanya ni kwa ajili ya hawa watoto, hawa ndo watakuja kutuombea dua siku tuko kaburini. Hawa nimeanza kuwasomesha hawa watoto na kuwasimamia wakiwa watoto wadogo sana, wakiwa wadogo. Leo wameinukia alhamdulillah. Wa kwanza wangu katika madrasa hapa toka ametoka katika juzu la kwanza Leo ninaye mtoto ambaye anaenda kuingia katika juzu la kumi ametoka na mimi. Mwanzo mtoto wangu wa mwisho hapa, wa mwisho anajua kuisoma kaida. Wote watoto hapa, zaidi ya watoto thamanini, wana uwezo wa kuwafungulia masafu popote unavyopataka, wana uwezo wa kusoma. Na leo tunavyozungumza, ninao watoto wanne wanaingia katika misikiti leo wanaenda kusalisha tarawe, baraka na neema zinashuka kwako wewe ambaye umetia nguvu. Mwenye nyumba anamwambia milioni moja na nusu unaitoa wapi? Mimi sina mfadhili yoyote wallahi, mfadhili wangu mimi mkubwa ni wewe hapo. Ingelikuwa na mfadhili ungeona mabanderole hapa, ungeona ripoti hapa, lakini ripoti yangu ni kukwambia wewe uamini tu. Namwambia mwenye nyumba, milioni moja na nusu sintaipata Sikiliza jibu la mwenye nyumba, naniambia hivi: mbona waislamu wananiambia kama utazitoa? Namuuliza e, kumbe hapa niko napambana na Waislamu yaani, mimi naongea na Mkristo. Mkristo anaenda tena kuwauliza Waislamu. Yaani, vita ambayo naitengeneza, naitengeneza na ndugu zangu Waislamu. Angalieni jamii, sehemu ambapo tumefikia. Yasikilize maneno yangu haya, Mungu wangu akiwa ni shahidi, Namwambia milioni moja na nusu ni hela nyingi sana, naomba niteremshie. Ananambia ngoja nikajadiliane, alafu ntakuletea majibu. Mi najua kwamba anaenda kuongea na ndugu zake, anaenda kwa wale wale waislam tena, anasema Hamza anasema milioni moja na nusu, tumhurumia, tutamhurumia. Waislam wanamwambia pale juu pako masomo pale, ya wanavaa blebla, nadhani mnayaona yale yako pale wale wanalipa dola elfu mbili Hamza nae dola elfu mbili iko nazo, we mwambie hivyo hivyo. Wanarudi tena, nikaambia mwenye nyumba, si taabu, naomba unaambia hao oh, waislamu ambao wanakupa hayo oh, mawazo, mimi basi nikaongee nao, maana hawa tukielewana, hawa tunaweza tukalifanikisha. Akaniambia wote majina. Ndugu zangu, adui atokei mbali, adui ni ndugu yako yo huyo wa karibu. Nilivyokuja tu kuwajua hao, nimesali raka mbili tu nikamwambia ya Rabbi, mula wangu, nalikuachia jambo lako hili, wewe ndio utajua utalibeba wapi. Nikifaulu Mungu ni wewe, nikiliacha Mungu ni wewe. Nikawa nimerudi na mwenye nyumba, nikaambia mwenye nyumba, mimi naikalia avanse, naomba nitoke, nikimbie, sitaweza kupambana na wale ambao mimi najua napambana kwa ajili ya jamii, kumbe kuna watu ambao wanaukonga moto ili mradi asiendi huyu, asifanikiwe huyu, aaribikiwe huyu. Mwenye nyumba akanambia usi, haina shida, basi toa laki nane tu, laki nane franga za Burundi ndo ambazo wakanambia. Hii nyumba ambayo mnaiona hapa, mama zangu, tunalipa laki nane franga za Burundi. Nikamwambia amna shida, mimi hizi pesa laki nane basi acha nipambane nazo, nikishindwa mimi nitaacha, narudisha kwenu mama zangu. Akatokea mwislamu mmoja Bukirasazi, akanifata akanambia, Hamza, mi naona tununue uwanja wetu Waislamu. Hatuwezi tukabakia katika hali ya udhalili. Waislamu wakiamua jambo lao wanaliweza, Waislamu wakiamua wa kushikamana jambo wanaliweza. Fanya mkataba na mwenye nyumba. Nikamwambia mwenye nyumba mi nafanya mkataba na wewe wa mwaka huyo mwaka mmoja tu, na nalisema kwenu mama zangu, kesho na kesho kutwa, mkisikia baada ya mwaka tumeshindwa, basi wewe ndio utakuwa umetufelisha kwa sababu mbili zifuatazo. Nikasaini naye mkataba kwa muda wa mwaka mmoja, nikasaini naye nikamalizana naye, nimetengeneza programu nzuri sana nimeupata uwanja hapo chini Bukirasazi Mwawadha, mu, uwanja walikuwa ni mkubwa sana, pesa walikuwa wanaziomba hela nyingi sana lakini kwa mapenzi ya Uislamu akanambia, kwa sababu ni hawa watoto Qur'ani inaenda kusomwa, naomba sana sana, mimi nitatoa ndalao, kipande changu nitatoa kwenye thamani ya milioni salathini. Nikasema, ya Rabbi mola wangu, nijalie pesa hizi, nipe ufahamu namna ya kuweza kuzipata hizi pesa tutazipata kwa njia hizi zifuatazo. Nikaomba nipate watu mia moja na ishirini wenye mapenzi na Uislamu. Hapa nawaangazia watu wa Bukirasazi. Ukiangalia parcela ya kwanza mpaka ya kule juu, kama kuna parcela za Wakristo zinahesabilika lakini nyingi ni za Waislamu, nyingi ni za Waislamu. Ukienda kwa Sioni zaidi ya duka ziko pale zenye asilimia thamanini na tano ni za Uislamu. Harakati nyingi kubwa zinazofanyika ni za Uislamu. Ni bebee mama yangu, dada yangu, huyu ujumbe na shida ya watu mia moja na ishirini watu mia moja na ishirini wakitoa laki mbili na nusu desa senkant mil fran kuanzia leo mwezi wa tatu ambao tumo mpaka mwezi wa saba ambayo itakuwa ni mkipwa, tutakuwa tumeununua ule uwanja Desa senkanti milfra. Wallahi, uko nazo kama utakuwa na hofu na mola wako. Miongoni mwenu kuna watu washatumana nguo za laidi na ndo tungaliki saumu ya kwanza wako humu ndani. Miongoni mwenu kuna watu washajua wa bei ya joho ya mwaka huu tayari ni laki nne na kuendelea. Kuna watu humu ndani wameshaagiza komande sasa ao wow, Mungu akuchagui katika hao, tuseme amin. Na shida ya watu mia moja na ishirini wakitoa desa senkant mil fra. Narudia hemo tena, ni na shida ya watu mia moja na ishirini wakitoa laki mbilimbili na nusu, tunaweza tukanunua uwanja wetu, hawa watoto wakasoma elimu ya Mungu ikaendelea. Lakini tukiwakosa hawa bimaana masomo ya Qur'ani yatakuwa ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiuni. Mungu atukinge na anguko la namna hiyo. Nikawa nimewapata watu kumi, wakasema shekhe, sisi tuko pamoja. Wiki na ukwisha kuna mama ambaye kanaambia mimi, naomba nimalizie zangu laki mbili na nusu kwa sababu kesho yangu mimi siichui. Nikitanguliza hizi pengine zinaweza zikawa ndio nuru ya kaburi yangu akanikabizi pesa zake. Nina watu kumi katika watu mia moja na ishirini na wewe unaweza ukakuwa mtu wa kumi na mbili unaweza ukawa mtu wa tatu. Nikapata fikra ya wengine wakanambia shehe, si tunaomba tutafutie watu kumi tu pekee ambao watachangia milioni moja moja katika watu kumi, alafu tufungulie grupe letu sisi la watu wa milioni moja moja hiyo siku tunaomba shekhe, kama watakuwepo Waislamu ambao wana mapenzi na Uislamu, siku ambapo tutaenda kununua huyo uwanja, mwezi wa saba, pafanyike iko musabaka wa Qurani, tushinde siku nzima hapo wakiwa wanaisoma Qurani na mshindi wa kwanza apatikane, tutoe pesa zetu, tuhakikishe tumemlilia Mungu katika grupe hilo la watu, hivyo hivyo watu kumi wa milioni moja moja Tayari tuna watu watatu na wewe unaweza kuwa mtu wa nne, ukaingia kwenye group lako. Pesa zinaweka katika akaunti ya benki, pesa haziwekwi kwenye mkono wa mtu. Pesa zinaweka kwenye benki, unapewa bordero yako. Uliokuwa nje ya Burundi, unaweza ukatuma sadaka yako kupitia namba zetu hizo za WhatsApp, kupitia namba za limikashi, lakini hakikisha taarifa hiyo ibebeni, mama yangu, ili tutoke